Naibu wa Rais Kithure Kindiki pamoja na viongozi mbalimbali kutoka mrengo wa Kenya Kwanza kwa mara nyingine wamepuuza mrengo wa upinzani. Viongozi hao wamewataka Wakenya wajichunge na matamshi ya viongozi hao uh, wakisema kwamba wanahubiri ukabila na siasa za migawanyiko. Viongozi hao walikuwa wakizungumza katika hafla tofauti maeneo ya Meru, Bomachoge Chache kule Kisii, Eldoret na Narok mtu unaanza kuchochea wananchi oh, sijui nini, sijui watu ya Kirima. Sasa watu yetu wako kila mahali, watu yetu wako Rift Valley, wako pwani, wameru wengi wako Mombasa. Ukichochea ukabila, wale wameru wako Mombasa, si watapata matatizo na majirani zao huko you must account for what you bring to our country you cannot have the luxury to destroy our young people we those of us who have been given the responsibility to protect the health of our citizens siasa sio uadui siasa haiendeshwi kwa fitina na matusi and some of our colleagues we want to advise them for free Unaamuka mrima, lunch mrima, jioni mrima, unaota mrima. Kenya will not... Wamesoea tabia mbaya, akiona masaa, akipatiwa nafasi kidogo analalamika. Akipewa nafasi kama sasa, yule Turkana mtu mdogo sana amepatiwa kuwa chairman ya IBC. Hiyo ni group ndogo sana iko kona inaitwa Turkana. Sasa watu wengine wenye uwezo wanasema wao wa Turkana wafai. Sasa hapa masaini, nataka kuuliza masai, akipata kitu kidogo vile tumekuja leo kusaidia watoto, utasikia watacomplain kesho, kwa nini nyinyi mnaenda kusaidia wale watoto wa masaini? ungekuja kusaidia watoto wetu. Tuambie shetani afanye namna gani?